Moja ya kikwazo kinachochangia watu wengi sana wasipone changamoto zao za magoti ni kutokana na kuwa na uzito mkubwa. Watu wengi wenye uzito mkubwa hukosa au ushindwa kupona changamoto zao za magoti kwa sababu uzito wao huongeza shinikizo kubwa sana katika maeneo yao ya magoti na kupelekea ile katileji kulika na hata kupelekea miguu yao au magoti yao kuendelea kusagana kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Unapokuja kwangu ni kutibia changamoto yako ya magoti, na ikizingatia kwamba wewe una uzito mkubwa, nitakaa nawe chini ili tuweze kupanga programu maalum ya kupunguza uzito wako. Baada ya hapo, ndo unaweza kuanza programu maalum ya kutibu changamoto yako ya magoti kwa kuondoa au kwa kukupatia programu maalum ambayo itakuwezesha wewe kuzalisha gegedu mpya, yani cartilage, na hapo hapo kukuwezesha wewe kupatia programu maalumu ambayo itarejesha uteute katika maungio ya mifupa, lakini pia kwa kutibu majeraha yote yanayotokana na mifupa kusagana. Unayo nafasi ya kutibu magoti yako, lakini lazima uanze kwa kuondoa shinikizo kubwa linalotokana na uzito wako.